Ukiona kwa mfano jumla ya watu wote waliotekwa na ndugu zao na rafiki zao na majirani zao na sympathizers wao, wanaona huruma, jumla ya watu wote wanaomwonea huruma Tundulisu kama yeye, kwa sababu wapo wana CCM kama sisi tunamwonea huruma, kwa sababu mtu anapokuwa na brain ni asset kwa taifa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaacha vyama, tunatumia ubongo wa mtu kwa ajili ya kujenga taifa. Kwa kuna watu wanamhurumia Tundu Lissu wengi, wapo na wenyewe. Kuna watu wanamhurumia Luhaga Mpina, jamani, Luhaga Mpina amezuiwa, wapo na wenyewe wengi. Kuna watu wanamhurumia Heche, mwenyekiti ambaye anakwenda kwenye msiba wa kumzika Raila Odinga, amezuiwa pale leo, yuko kwenye matatizo, hatujui hatu, hatu, hatu, yuko wapi? Unaona mambo yanavyokwenda. Kuna watu wanahurumia makanisa ya Ufufuo na Uzima, amefungwa jamani mkusanyiko wa watu hawa wote kuna mawinga wanalalamika, kuna hawa, mkusanyiko hawa wote wanapotima kwa pamoja, nchi inakuwa hiko salama. Tunatakiwa tujifunze kuepuka kuignet moto mahala ambapo tunaweza kuzima moto. Niwatie moyo ndugu zangu wananchi, Mungu hachelewi, Mungu hachelewi kuitimiza ahadi yake. Utekaji umezidi maisha ya watu yanaharibika, na Mungu atajibu. Maneno yangu haya ni ya thamani sana, hasa kwa muda ambao nayazungumza. Kwa muda huu hakuna mtu anaweza kuzungumza na yuko nchini. Mimi niko nchini, niko hapa kwenye nchi, wengine wote wamekimbia. Kwa nini? Ninapozungumza wanawaza hey, jamani, atakuwepo. Sikiliza niwaambie: Bwana asipoilinda nyumba, wao walindao wakesha bure na Bwana asipoujenga mji, wao wanaojenga wafanye kazi bule. Ulinzi una Mungu. Mungu akitaka uishi utaendelea kuwepo, na Mungu akitaka kuondoka utaendelea kuwepo. Kuna siku tutaondoka, mtekaji ataondoka, mimi nitaondoka, mwenye madaraka ataondoka, watoto wetu watabaki, vizazi baada ya vizazi. Lazima tuilinde nchi yetu. Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa chama cha